Nyie, mpira unauma sana ise, asikwambie mtu. Imagine dakika 99 ya mchezo Ajax wanakosa ubingwa wa ligi kuu ya nchini Uholanzi ama Netherland ebana. Katika mchezo ambao uliokutanisha FC Groningen dhidi ya Ajax, mechi ambayo ilianza vizuri sana kwa Ajax dakika 27 mchezo, wakitangulia kupata goli kupitia mchezaji Anton Gae mpira likiendelea kupigwa mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza zinamalizika. Ajax walikuwa wakiongoza kwa goli moja kwa sifuri dhidi ya FC Groningen. Tukarudi kukishuhudia kipindi cha pili, kipindi cha pili ambacho kilikuwa na balaa, kipindi cha pili kilicholeta maumivu kwa Ajax. Dakika 52 ya mchezo FC Groningen wanaandika goli la kwanza na la kusawazisha kupitia mchezaji van Belgen mpira likiendelea kupigwa, mashambulizi hapa na pale, Ajax wakipeleka moto kwelikweli kwa lango la FC e bana. Dakika 68 ya mchezo Wout Weghorst anaandika gola pili kwa Ajax. Mpira likiendelea kupigwa, wote wakishambuliana kwa zamu bila matunda yoyote. Tisini za kuhesabu zikatamatika, zikaongezwa dakika tisa nyingine za kucheza E bana, katika dakika zilizoongezwa za kucheza, dakika ya tatu ya nyongeza, wapinzani wa Ajax wanapata red card kupitia mchezaji Rusiano Valente, wakati ambao Ajax tayari walijua ndoo iko mkononi mwao e, kombe la ligi kuu ya nchini Uholanzi liko mkononi mwao. Dakika ya tisa ya nyongeza, dakika za jioni hizi, sio jioni tu, magharibi ya roho, dakika ya tisa ya nyongeza, dakika ya tisini na tisa Thijman Broski anaandika gol la pili kwa klabu ya FC Groningen na ku level scoreboard, matokeo ambayo yanaifanya Ajax inashindwa kuondoka na alama tatu muhimu ambazo zingeweza kuiwezesha kuchukua ubingwa wa ligi kuu nchini Uholanzi. Matokeo yake PSV wanaondoka na ubingwa wa ligi kuu nchini Uholanzi ama Netherlands wakiwa na alama sabini na sita, tofauti ya alama moja tu dhidi ya Ajax. Alama moja inawakosesha ubingwa wa Ajax, ubingwa wa ligi kuu ya nchini Uholanzi. Eh bwana, ukisikia mpira unauma basi, maumivu ya mpira ndo haya tuliyoyashuhudia huko Uholanzi ama Netherlands. Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Supa 12 ya Dino wa Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.